Na mtazamaji leo ikiwa ni siku ya kuadhimisha mazingira duniani, tuko hapa uh, City Mall, Mombasa ambapo tumeweza kujumuika pamoja na washikadau kutoka sekta mbalimbali wakiwemo uh, mashirika tofauti tofauti bila kusahau viongozi serikalini. Vilevile tuko nao wanafunzi uh, na vijana. Zoezi hili litakuwa la kutembea kuanzia hapa City Mall, hadi, uh, kule Pirate Mombasa, ambapo tutakwenda kusafisha bahari, kisha kuna mambo kadha wa kadha ambayo kupangwa palekwa sasa, aendelea kufatilia Radio pale katika mitandao ya kijamii ambapo tutaweza kukuletea uh, sherehe hii yamatamasha hili moja kwa moja kupitia mitandao yote ya kijamii. Majina anaitwa u natoka Hub, uh, Hub. ambaye imezaa Management. Leo ni siku ya awali, Environmental day tukoapa kwa sababu ya Linda mazingira yetu especially we are ending plastic pollution. Mm -hmm. Yes. Sisi kama Majestic Zero Waste Management, tunatumia plastic kutengeneza fencing poles. Mm -hmm. Tulikuja tukagundua once we melt plastic you get so many products, lakini sisi kama Majestic tumeamua product yetu ambayo itatuleta katika soko ni Zero Waste Management ambayo inatengeneza fencing poles. Uh, leo ni siku ya wali Environmental Day, ambaye watu wengi wanafaa tuonge hii ni kitu ambaye ni ya dunia nzima, vijana wengi wanafaa tuonge, lakini sababu ya kuwa tumechukua watoto tume ni kwa sababu unamba ukikuza mapema unavuna una matunda vizuri. Sasa watoto ni wazuri, tunawaelimisha zaidi kuhusu ending plastic pollution. Watoto ni watu ambao wanakuwa au ndo natusaidia kutunza mazingira yetu zaidi. Umeelewa? Ndio maana siku leo tumeamua tuengage wanafunzi kwa sababu activity nyingi zikifanyika, tunashirikiana tuna ma youth tunashirikiana na wamama baba watoto, tunawasahau. Siku kama leo tumeamua tutumie watoto kwa sababu au ndo watu ambao watatunza mazingira yetu hata kwa Kuja. Sisi kama watu ambao tunajitahidi kudua with plastic waste, tunajitahidi sana. Hatutaki iwe kwa event moja peke yake. Hatungoji tu celebrate dunia nzima. Sisi kama county tunafaa tuji, tujiunge. Tu tunatembea kwa different different wards. Tu tuna tuna end plastic pollution. Na twenty plastic pollution in one, in one day. Tunataka tufanye ikuwe kitu na wewe ina proceed kwa sababu kutoka county, kwa sababu tumeungana na county kuendesha kitu ndio maana imekosa. Kwa majina anaitwa James Deuri ama Jimmy from Majestic Digital Hub which is the main umbrella ambao tuko na different CBOs under hiyo Majestic Zero West being one of it. Na leo sisi kama Majestic tunajihusisha na shughuli mingi, ikianzia y kwanza waga tunaokota hizi biodegradable waste ambao ni chakula cha kuoza kutoka katika mahoteli manyumba, na ile biodegradable waste waga tunatumia tunafanya ku... rearing ya mabuu mabuu ambao si wa sasa mainzi wa kawaida wanaitwa black soldier fly larvae, ambao wale mabuu wanaconvert ile chakula badala ya kuipeleka katika jaa ioze, wanaconvert na kuwa organic manure, na pia wale mabuu ni chakula ya samaki na chakula ya kuku, ambapo pia sisi huoga, tuko na another project ambayo ni a fish farming project ambayo iko Mikindani. The second thing ambayo tunafanya kulingana na, acha nijizuie tu na mambo ya waste, ambao ndo theme ya leo, ni plastic bottle collections, ama plastic waste collection Zile plastic waste collection huwa tunazigeuza ama tuna recycle na tunatengeza fencing posts na fencing poles. Kama ukiweza kuangalia ama vile mtatembea kwa tika exhibition, tuko na exhibition tent, mtaweza kuziona zile products tofauti tofauti ambazo tumeweza kutengeneza. Challenges zile ambazo naweza sema tunapitia kama kikundi ama kama waste management ni ile acceptance katika community ile kukubalika, labda unapata saa zingine labda ukienda katika mahoteli kuchukua zile taka ama uchafu pale, chakula cha kubaki pia, pia unampunguzia mzigo kwa upande mwingine. Takataka kwa muda mwingi inakuwa labda ni nuisance kwa majirani na watu ambao wako karibu na yeye, ama pia watoto wakichezea ile na kusambaza magonjwa Kulingana na hiyo pia ndo tuliweza kuja na application ambayo tuna facilitate waste collection um, we, tulikuwa na governor juzi almost 3 weeks ago alikuja kututembelea akasema atatusaidia hiyo application iweze kuwa patent ambapo mtu hawezi kuiiga, alafu iweze kutembea Mombasa nzima, pia government iweze kusaidia na infrastructure kwa upande wetu ili tuweze kufacilitate vitu kama hizo. Hiyo application unapata kwamba yule mwenye ambao yuko na ataka akiwa takataka zake ziko tayari kuchukuliwa, anapiga picha, alafu anatuma katika sava ambayo ofisi ni ofisini, sasa na geo, geo location ambayo anakuja kuchukuliwa taka sehemu yake ile ambayo yuko. So tunaona tukifanya hivyo, labda ile kutakuwa ile challenge ya kuweza kupunguza taka kwa manyumba ama mitaani kwetu imeweza kupunguka. Kama serikali tungeza kuiomba itusaidie labda na infrastructure, ukiangalia labda kuna hizi tuktuk za kufacilitate waste collection zile vitu ambavyo ambao tumeprovide youth wetu nazo ni hand pushing cuts ambazo labda wakati wajua, kama hivi zinakuwa challenge kwa huku manuva, na pia kuweza kufika sehemu zingine ambazo labda ni remote. So nafikiri ni hayo tu, na labda kama government inaweza pia kusaidia na sensitization kwamba hii information iweze kufikia public. Na siku ya leo pia tumeweza kutumia watoto, maanake watoto ndio jamii ya kesho ambayo inakuwa so unapata wakiweza kujifundisha vitu kama hivi, wao pia wanaweza kwenda kufundisha wazazi na wazazi, wako na urahisi wa kuelewa watoto wao kuliko vile, mimi kama wewe mtu mzima kwa mtu mzima tunaweza elezeana. So hiyo ndio nia yetu kubwa ya kuweza kutumia watoto hapa, wao pia wataenda kufundisha wenzao katika shule nini ambao walisoma. Nafikiri ni hayo tu kwa leo. Ah, uh, wito wangu kwa watu wanaotupa takataka ni kwamba tukumbuke kwamba mazingira ni mimi na wewe, mazingira yetu sote ni ya kutufaidi mimi na wewe, pamoja na afya zetu, na pia tuangalie pia, ma tujali watoto wetu, na pia naezahimiza katika mambo ya plastiki. Sasa hizi kuna ma reusable bottles hizi, tujifundisha kuweza kuzitumia. Tuko pia na tent up exhibitors wengine ambao labda wanauza vichupa za maji ambazo ni reusable. Unapata, ukinua ile chupa hata kama mia mbili una urahisi ama uwepesi wa kuitupa kulingana na labda, ukinunua maji haya ya dukani ya shilingi 20, inakuwa una uwepesi sana wa kuitupa na pia kuweza kuchafua mazingira, ambazo plastiki hasa sana sana pia zinaenda katika bahari na chakula kile ambacho tunategemea kutoka kwa bahari, labda samaki na viumbe kama hivyo, pia ukikula ile pia sisi tunaji expose katika vitu kama kansa na magonjwa mengine kama haya. Amini kwa majina, kwa jina la kazi natambulika kama square e, eh, na mimi ni mfanyibiashara hapa ndogo ndogo. Community traders. Mm -hmm. Changamoto zenye tunapitia kiupande wangu vile ni biashara yangu, nafanya kuuza madafu na kukata maembe, so nahakikisha kabisa zile straw zenye nampatia client mwenye amalize kukunywa madafu, alafu zile straw nahakikisha kwamba hazifiki baharini, so that nazichukua na skip mahali, alafu naweka kwa dustbin. Wito wangu kwa serikali, ningelipendelea hapa ndo paangaziwe zaidi kwa upande wa usafi, kwa sababu hapa hususan kwanza tunalinda samaki. So ningependa serikali zingatie sana hapa baharini kwa upande wa usafi. Kila shirika la usafi takalo kuja hapa lakisha kwamba linazingatia hizi plastics na environment. Dustbins pia tuwekewe karibu karibu, ili hata yule customer ama yule mgeni anayetoka mbali aweze kuona dustbin, so that anapotumia kitu ajue hii inapaswa niweke mahali fulani Sipaswu kutupa kama navyoona mazingira vile yalivyo, kwa sababu so so hi so, sasa hivi mazingira hapa hayako sawa. Lakini dustbins zikiwa ziko huko kwenye ufuo wa bahari zimewekwa mahali kwenye ambapo client watakuwa wako, so hata mtu anapomaliza kula viazi, anapomaliza kunywa madafu, so anachukua ile yenye hifai ile waste anaweka kwa dustbin. So naona hiyo kidogo itakuwa inasaidia, lakini kwa sasa hivi tunatumia tu hizi zetu magunia. Dustbin yangu ya hapa so si haiwezi kimu mtu Unajua mimi nauza nauzia customer, so customer anapomuzia anatembea kwa ufuo wa bahari so anapomaliza changamoto ile waste anaiweka pale. Lakini pa so kwa, uh, kwa jina naitwa Rogers Wangila, Head of Solid Waste Management With the Mombasa County Government, Department of Environment. Uh, leo vile mnajua ni World Environment Day, uh, tuna celebrate mambo ya World Environment Day with the theme of beat plastic pollution or ending plastic pollution. Uh, leo tumefanya zoezi hili katika Pirates uh, Beach, Mombasa na tumeanza na procession. Kwanza na procession, kitu ya muhimu ilikuwa ni uhamasisho kwa sababu watu wengi Mombasa hawajui madhara mengi ya plastics ni kwa vile yanaharibu mazingira. Uh, na kama county government, uh, tumekuwa tukifanya survey, tunajua uh, ni tonnage ngapi ambazo zinazalishwa za plastics Mombasa. So ile tumekuwa tukifanya ni kwamba tunafanya kazi na mashirika ya kibinafsi kuhakikisha kwamba tunaanza kufanya mambo yanaitwa recycling activities. Na sasa Mombasa plastic zote, karibu type zote za plastics sasa hizi na ku recycle. So ile tunaambia kwa so, wananchi kama uko kwa nyumba yako, jaribu kufanya uh, unaitwa waste separation or segregation at source, ili zile ambazo ni plastics utuwekee kando, tutakuja kuchukua, kama ni waste managers ambao wako pale kwa mtaa wako watachukua watapeleka kwa recycling center. Hivyo itapunguza madhara ya plastics ambazo zinakuja zinapatikana kwa maji na zinathuru samaki ambao na viumbe ambao wanaishi ndani ya maji. So tunayom, tunahamasisha tu wananchi wa Mombasa as ni kwamba usitupe takataka zako ovyo aswa zile za plastics kwamba ukishakuwa uko nazo kwa nyumba yako uziseparate, na zile za kitchen waste, organic waste, ile zile dry waste, tuhakikishe kwamba zimeenda kwa recycling centers to reduce the amount of plastics that are being found within the environment. Mchakato um, vile unaonekana una, una, una World Environment Day vile tumeifanya kama cleanup, cleanups huwa tunazifanya yeah. kama hapa Pirates Beach zinafanywa kila Jumatano kupunguza zile plastics ambazo zinaingia kwa maji, lakini sisi pia tunafanya kama county government uhamasisho kule, kule nje, kwa sababu hata tukifanya clean ups kila siku haiko sustainable, so ile tunafanya tunahamasisha wananchi wenyewe vile ambapo wanatakana walinde wa, wa, zile takataka za plastiki. Hiyo ndio muhimu kabisa kama county. Ukiangalia hapa Pirates Beach, wanabiashara wote tumaambia lazima wakuwe na waste bin ama waste bag. So kila mwanabiashara ako na west bin yako. Mwananchi, ukikuja hapa kama umenunua maji ama umenunua dafu kwa mtu ama umekula kitu kwa duka ya mtu ama kwa hoteli ya mtu, muulize mahali unaweka takataka. Kila mtu ako na mahali na west bin na gunia ambayo anaweka takataka, na county kila wiki tunakuja mara mbili kuchukua zile takataka for disposal, for safe disposal. Uh, kwa majina mimi naitwa Linda Indimoli anafanya uh, na, na shirika linajiita Dream Achievers Youth Organization na tunafanya mradi ambao unaangalia una masuala ya climate change na leo tumekuja hapa kujumuika na mashirika mengine pamoja na kaunti ili kuhakikisha kwamba tumesherehekea siku ambao ni uh, International World uh, Environmental Day, kuhakikisha tumecollect every waste ambayo iko kwenye beach na kuweka mikakati ya kwamba kusukue na takataka ambazo zinatupwa kila mahali. Na uh, kama shirika tunajivunia maana sisi tunatembea na jamii na tunajua tusipofanya hivi mwisho wa siku madhara atakuja kwenye jamii. So alivyosema tu Rogers hapa uh, kutoka county ni kwamba tunatembea pamoja kuhakikisha kwamba kila kitu kinakuwa sawa. Na pia nafurahi kuona vijana ambao pia wanajihusisha kwa masuala haya. Hii ni kusema tu kwamba tunatembea kwa sauti moja. Hatufanyi kitu kama shirika ama kama county government. Kwa majina anaitwa John Rambo. Mi mkaaji wa Bombo Utange e, mi wafanya kazi ya security. Mi ile kitu nimefurahia leo ni siku ambayo nimekuta bahari leo ni safi, yaani vijana wamechumika kwa wamama wanafanya kazi, na ni kitu nataka kusema isikue tu ni kwa siku moja tu peke yake. Hata kama Yoseles anasikia atupe vijana wa Mombasa, kaunti ya Mombasa atupatie kazi Watu wakuwa wanafanya kazi wana kolekti vitu hapo, wanatoa uchafu, wanaweka kwa dastbin. Na kama hiyo chupa itaokotwa, hiyo karatasi itaokotwa, na tumeambiwa inawekwa na inaenda kupima, utatoa pesa pale. Mbona tusipewe kazi jameni? Bahari ikiwa safi utaleta watalii wengi, lakini ikiwa chafu mambo ya security nayo inafaa iwe sawa. Kama mtalii atakuja hapa baharini aibiwe, kesho atakuja tena kweli? Inafaa tuwe sote tunaangalia mambo ya security na mambo ya usafi. Sina mambo mengi kama kuna mkubwa yote ananisikia kaunti ya Mombasa, tu kazi iko chini kwa vijana, tafadhali. Hata kama nikwa... kutaka taka kwa bahari hapa, opatue vijana kazi, kazi. Hata sisi tuomba ya security, ni wengi hawajasoma hawana kazi. Leo siku ya leo nimefurahia sana kaunti ya Mombasa. Tuendelee hivyo hivyo kufanya usafi, kazi kwa vijana na iendelee mpaka mwisho. Asanteni sana. Na mtazamaji, imekuwa siku yenye mbwembwe sana, ambapo tumeweza kuona vijana pamoja, akina mama, vile vile watoto wamekuwa wakicheza gwaridi kwa furaha. Hii ni kuonyesha ya kwamba tunaposhirikiana pamoja, basi tunaweza kufanya mambo mengi sana, maana hata tukiangalia pale baharini kumeweza kusafishwa na uchafu kadha wa kadha umeweza kutolewa. Vile vile mashirika tu yamekuwa ya yakitoa wito kwa jamii na kusema ya kwamba sote e, tuwe tunatunza taka zetu, kwani taka si uchafu siku hizi bali taka ni mali. Tutunze mazingira, tusiadhimishe tu siku ya mazingira tukasafisha uchafu peke yake, bali tunafaa tuweka mazingira safi kila siku, kila uchao. Mtazamaji, hii ni DAYO Radio, mimi ni Hafsa Juma.